Kitabu cha Isaya sura ya hamsini na moja na ya hamsini na mbili. Ndiyo kanisa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa, naitwa Mwalimu Petro na waalika katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa biblia kwa njia ya sauti. Neno la Mungu ni chakula na ndio maana ni muhimu kulisoma na kulielewa kila wakati. Wapendwa, unaweza pia ukatembelea kwenye channel yetu ya YouTube pamoja na Facebook zinazofahamika kwa jina la Jerusalem Family TV doti Mwalimu Petro na Evodia Mazwile. Ukiwa kwenye chaneli zetu utaendelea kusoma zaidi vitabu vya biblia vyote na kila wakati utaendelea kutafakari. Kwa upande wa YouTube usisahau kusubscribe kama bado hujasubscribe, na kwa upande wa Facebook usisahau kufollow kama bado haujatufollow. tufungue kwa sala tuanze rasmi siku ya leo kwa jina la Baba la Mwana Roho Mtakatifu, amen. Mungu tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo ambao Baba unatupa nafasi kuungana kwa ajili ya kusoma neno lako. Tunaamini Mungu wewe ni upendo, na na unapenda watu na ndiyo maana kwa upendo wako umetupa hii neema ya kulisikia neno lako kwa njia ya sauti. Tunaomba Roho Mtakatifu simame na sisi, ili Bwana tuweze kusoma na kuelewa na hekima yako ijifunue ndani yetu, katika jina lako Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Watu wa Mungu karibuni sana, tunaendelea mbele na kitabu cha Isaya ambapo leo tutasoma sura ya 51 na ya 52. Mlango wa 51. Nisikilizeni ninyi mnaoifuatia haki, ninyi mnomtafuta Bwana, uangalieni mwamba ule ambao mlitolewa kwa kuchongwa, na tundu la shimo ambalo mlitolewa kwa kuchimbuliwa. Mwangalieni Ibrahimu baba yenu na Sara aliyewazaa, kwa maana alipokuwa mmoja tu nalimwita nikambariki nikamfanya kuwa wengi. Maana Bwana ameufariji Sayuni, amepafariji mahali pake palipokuwa ukiwa, amefanya jangwa lake kuwa kama bustani ya Edeni na nyika yake kama bustani ya Bwana. Furaha na kicheko zitaonekana ndani yake, kushukuru na sauti ya kuimba. Nisikilizeni mimi, enyi watu wangu, nisikieni taifa langu, maana sheria itatoka kwangu nami nitaistarehesha hukumu yangu iwe nuru ya mataifa; haki yangu ikaribu, wokovu wangu umekuwa wazi, na mikono yangu itawahukumu kabila za watu. Visiwa vitaningoja navyo vitautumainia mkono wangu. Inueni macho yenu mbinguni, mkaitazame nchi chini, maana mbingu zitatoweka kama moshi, na nchi itachakaa kama vazi, nao wakaao ndani yake watakufa kadhalika; bali wokovu wangu utakuwa wa milele na haki yangu haitatanguka. Nisikilizeni ninyi mjuao wa haki, watu ambao mioyoni mwenu mna sheria yangu, msiogope matukano ya watu, wala msifadhaike kwa sababu ya dhihaka zao. Maana nondo itawala kama vazi na funza atawala kama sufu, bali haki yangu itakuwa ya milele na wokovu wangu hata vizazi vyote. Amka, amka, jivike nguvu, ee mkono wa Bwana. Amka kama katika siku zile za kale, katika vizazi vile vya zamani. Si wewe uliyemkatakata Rahabu, uliyemchoma yule joka? Si wewe uliyeikausha bahari, na maji ya vilindi vikuu, uliyevifanya vilindi kuwa njia ili wapite watu waliokombolewa? Nao waliokombolewa na Bwana watarejea, watafika Sayuni wakiimba, furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa vyao; watapata shangwe na furaha huzuni na kuugua zitakimbia. Mimi, naam mimi, ndimi niwafarijie wewe. Unani hata ukamwogopa mtu atakayekufa na mwanadamu atakayefanywa kuwa kama majani, ukamsahau Bwana muumba wako yeye aliyezitanda mbingu na kuiweka misingi ya dunia, nawe unaogopa daima mchana kutwa kwa sababu ya ghadhabu yake yeye, au naye hapo afanyapo tayari kuharibu? Nayo iwapi ghadhabu yake au naye yeye aliyehamishwa na kufungwa atafunguliwa kwa haraka, wala hatakufa na kushuka shimoni, wala chakula chake hakitapunguka. Maana mimi ni Bwana Mungu wako ni ichafuaye bahari mawimbi yake yakavuma; Bwana wa majeshi ndilo jina lake. Nami nimetia maneno yangu kinywani mwako, nami nimekusitiri katika kivuli cha mkono wangu, ili nizipande mbingu na kuiweka misingi ya dunia na kuuwambia Sayuni, ninyi ni watu wangu. Amka, amka, simama e Yerusalemu, wewe uliyenywea mkononi mwa Bwana kikombe cha hasira yake, bakuli la kikombe cha kulevya levya umelinywea na kulimaliza. Hapana hata mmoja wa kumwongoza miongoni mwa wana wote aliowazaa, wala hapana hata mmoja wa kumshika mkono miongoni mwa wana wote aliowalea. Mambo haya mawili yamekupata, ni nani awezaye kukusikitikia? Ukiwa na uharibifu na njaa na upanga; niwezeje kukutuliza? Wana wako wamezimia, wamelala penye njia kuu zote, kama kulungu wavuni; wamejaa hasira ya Bwana, lawama ya Mungu wako. Basi kwa sababu ya hayo ulisikilize neno hili, ewe uliyeteswa na kulewa, lakini si kwa mvinyo. Bwana Bwana wako na Mungu wako aweteteaye watu wako asema hivi, tazama nimeondoa mkononi mwako kikombe cha kulevyalevya, hilo bakuli la kikombe cha hasira yangu, hutakinywa tena; nami nitakitia mikononi mwao wa kutesao, waliokuambia nafsi yako, inama tupate kupita; nawe uliufanya mgongo wako kuwa kama nchi na kama njia kwa hawo wapitao juu yake Mlango wa Jivike mavazi yako mazuri, e Yerusalemu, mji mtakatifu, kwa maana tokea sasa hata ingia ndani yako asiyetahiriwa wala aliyenajisi. Jikungute mavumbi, uondoke, uketi, e Yerusalemu; jifungulie vifungo vya shingo yako, e binti Sayuni uliyefungwa. Maana Bwana asema hivi, mliuzwa bure, nanyi mtakombolewa bila fedha. Maana Bwana Mungu asema hivi, watu wangu hapo kwanza walishuka Misri ili wakae huko hali ya ugeni, na mwashuri akawaonea bila sababu. Basi sasa nafanya nini hapa? asema Bwana. Ikiwa watu wangu wamechukuliwa bure, hao wanaotawala wanapiga yowe, asema Bwana na, na jina langu linatukanwa daima mchana kutwa. Kwa hiyo watu wangu watalijua jina langu, kwa hiyo watajua siku ile ya kuwa ninenaye; mimi ndimi ninenaye. Tazama ni mimi jinsi ilivyo mizuri juu ya milima miguu yake aletaye habari njema, yeye aitengezaye amani, aletaye habari njema ya mambo mema yeye autangazaye wokovu, au ambiaye Sayuni, Mungu wako anamiliki. Sauti ya walinzi wako, wanapaza sauti zao, wanaimba pamoja; maana wataona jicho kwa jicho jinsi Bwana arejeavyo Sayuni. Pigeni kelele za furaha, imbeni pamoja, enyi mahali pa Yerusalemu palipokuwa ukiwa. Kwa kuwa Bwana amewafariji watu wake, ameukomboa Yerusalemu. Bwana ameweka wazi mkono wake mtakatifu machoni pa mataifa yote, na ncha zote za dunia zitauona wokovu wa Mungu wetu. Nendeni zenu, nendeni zenu, tokeni huko, msiguse kitu kichafu, tokeni kati yake, iwe ni safi ninyi mnaochukua vyombo vya Bwana. Maana hamtatoka kwa haraka, wala hamtakwenda kwa kukimbia. Kwa sababu Bwana atawatangulia na Mungu wa Israeli atawafuata nyuma, awalinde. Tazama mtumishi wangu atatenda kwa busara, atatukuzwa na kuinuliwa juu, naye atakuwa juu sana. Kama vile wengi walivyokustaajabia, uso wake ulikuwa umeharibiwa sana zaidi ya mtu yeyote, na umbo lake zaidi ya wanadamu, ndivyo utakavyowasitusha mataifa mengi. Wafalme watamfumbia vinywa vyao, maana mambo wasiyoambiwa watayaona na mambo wasiyoyasikia watayafahamu.